Mawe kwenye figo, kuvimba kwa kongosho, vidonda vya tumbo, saratani ya utumbo, utumbo wenyewe kuziba, matatizo ya kuharisha, kutapika, mvurugiko mzima wa tumbo na maumivu makali ya tumbo kila siku. Uonapo dalili hizo, ujue kuwa wewe una changamoto ya mfumo wako umekuwa ni mbovu wa mmeng'enyo wa chakula. Ukumbuke kuwa Mfumo wa mmeng'enyo wa chakula ndiyo senta ya utendaji kazi ndani ya mwili. Kwa hiyo chochote ambacho unakula chochote ambacho unakunywa lazima kipite kwenye mfumo wa nini, wa mmeng'enyo wa chakula. Sasa ukiona wewe una hiyo hali inakutesa na unapitia maumivu hayo kwa muda mrefu, unaweza ukanitafuta kwa namba ambayo iko bayo nikakusaidia kupata suluhisho la kudumu. Lakini pia kama una ndugu jamaa au rafiki ambaye anapitia ishi hii changamoto, unaweza ukashea hii video na wengine wengi wakaendelea kupata suluhisho la kudumu.